wakati fulani utamaduni wetu kutokuheshimu wazee. Yaani si ndio kwamba Rwanda akiingia kwenye daladala wanapigania mzee akae. Sisi hapa yani mnagombea mna, mna, kwenye mlango mzee kijana kaona kiti, tena kijana hata mwanafunzi akishakuwa na hela yake ya kulipa nauli ya, ya kutosha, anakimbia kiti akae. Vipi nalipa nauli ya kutosha. Sio 200 nalipa 700. Yaani mzee anakaa kabisa, anasimama amekamata ame chuma. Mwanafunzi wa miaka kumi na kumi na nne amekaa bila aibu, anaisema kwa aibu kidogo, akiona aibu kidogo anachezea simu, anakuta aina mana simu hizi <laughs> eh, unaona. Kwa hiyo wakati fulani ni utamaduni ambao tunaunda huo, yani huwezi utamaduni huu hauwezi kuanzia hospitali, inabidi uanzie hata nyumbani. Sikuizi hata watoto kia sababu ndio waleta chakula. Sisi zamani ilikuwa ukileta chakula huwezi kwa nao kabla mzazi anao, sikuizi anakuta tayari anashakula. <laughs> <laughs> <laughs> eh hizo tabia hizo ambazo zinaanzia ndani zinaenda mpaka mpaka inafika ma... uh, uh, uh, uh, uh, um, ngojo gani lakini sisi kama serikali tumeweka hivyo, okay. kwa lengo mahususi kabisa kutambua kwamba wazee wetu wanatakiwa kupata huduma kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi kufikia Disemba elfu mbili na ishirini na nne, mkoa kupitia halmashauri zake umefanikiwa kutoa vitambulisho vya matibabu bure bila malipo kwa wazee wapatao kumi na tisa elfu sawa na asilimia hamsini na nane ya awa thelathini na nne elfu ambao wametambuliwa na wanawake kumi elfu mia sita arobaini na tano, na wanaume elfu tisa mia tatu arobaini na tisa. Kwa sababu sasa hivi tuko kwenye kipindi cha uandaji wa mipango, wenzetu wa halmashauri wanahitaji wanatakiwa kukaa vikao kila baada ya miezi mitatu, wanatakiwa kukaa vikao. Lakini wao wakishaandaa mipango yao, sisi kama mkoa huwa ni jukumu letu la kufanya tathmini ya mipango yote ya halmashauri. Kwa hiyo sisi sasa hivi wakileta mpango wao kama jukumu letu sisi kama mkoa wa kupitia na kuchambua hii mipango ya halmashauri. Hatutapitisha mpango wote wa halmashauri kama hautakuwa na shughuli iliyopangwa kwa ajili ya kusapoti shughuli za wazee. Kauli yetu mbiu inasema tuimarishe huduma kwa wazee, wazeeke kwa heshima. Wazee wanahitaji kufanya nini? Kuzeeka kwa heshima, na akizeeka kwa heshima wanakupeni nyinyi baraka. Wasipozeeka kwa heshima wanawalaani na wanawalaani, mkilaaniwa mmeharibikiwa zee na kuzeeka